kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo eh, ofisa za DCO, na tuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuma ya kwanza ni njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi, sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Kwa hiyo alihojiwa kwa tuma hizo. Tuma za pili ni tuma za uchochezi za kimtandao, tuma za uchochezi za kimtandao. Kwa hiyo amehojiwa kwa tuma hizo na jana amedhaminiwa kwa hiyo, maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria ni ku, ku, kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kulazimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa hiyo tumeyaondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi sasa. tulie, tulienda leo kuripoti saa tatu asubuhi eh, ofisi ya ZDCO tukaongea naye na amesema hivi, upelelezi bado unaendelea sababu tuma ni nzito, upelezi bado unaendelea na amempa siku saba kulipoti hapo ofisi ya ZCO, kwa maana Jumanne anatakiwa karipoti ofisi ya ZCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi, watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi, basi atendewa kwa huru kwa mujibu wa sheria. Wamefafanua pengine, hiyo tuma ya kumuua mkuu hawajafafanua, hawajafafanua, na kwa sababu wanapeleleza kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi ambaye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 Respondent wameapia mahakamani leo, wameapia mahakamani na walikuwa na taarifa hizo kwamba mteja wangu amepewa dhamana, kulikuwa kuna haja ya kuendelea na shauri hilo. Yeah, ulikwenda kumuona mteja wako tisika tarehe nane sahii, unasema wakati unaenda kuonana naye saa chine hizo zimeshapita? Yes, kinyume na matakwa ya sheria kwamba alikuwa ashasema mahakamani sahii, lakini wewe umekuja kuleta shauri mahakamani siku nne baadaye. Nsai. Wa? Eh, si nilichukua muda huo eh, ili kuangalia mazingira ya kuongea na mteja wangu japokuwa alikuwa ameshanipa maelekezo ya kuweza kufungua kesi mahakamani, sasa mara ya pili, ili kumpelekea eh, mrejesho wa nini cha kufanya. Sikupewa fursa hiyo ya kuonana naye, lakini bahati nzuri familia kaniruhusu kwamba tuendelee na mchakato wa kufungua kesi na tukafungua kesi mahakamani.